Ikiwa ni tarehe saba za mwezi wa 12/2025 saa 12, 12 asubuhi, saa za Afrika Kati ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto Luvungi, vita bado mbichi. FARDC wazalendo na jeshi la Burundi wapo maeneo ya Katogota mpaka maeneo ya Luvungi. Sange, vijana wa mlengo wa M23 wapigwa mpaka kupoteza maisha. Mutarule, M23 walipua mabomu na kusababisha watu zaidi ya 30 kupoteza uhai. Namkumbuka operation usaidia Muzalendo bado iko naendelea na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine inazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi nyingi kutoka maeneo ya Luvungi. Vita bado mbichi, FRDC wazalendo wako maeneo ya Katogota mpaka Luvungi, licha yamaneno, ya maneno kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo huko wakishirikiana na jeshi la Burundi kama kawaida, bado wapo maeneo ya Katogota na sehemu zingine kadha wa kadha, kutokana na mapigano yanazidi kurindima huko maeneo ya Plene ya Ruzizi. Kupitia mitandao mbalimbali, magaidi wa M23 wamekuwa wakisambaza habari zinazowapea ushindi wa kuchukua maeneo ya, wa kuchukua maeneo ya Kamanyola, Katogota, Luvungi na sehemu zingine, kitu ambacho kikuwa sicho cha uhakika wala cha ukweli kabisa. Baraka One TV hipo maeneo yote na taarifa tulizokuwa nazo kutoka maeneo ya, ya, ya Luvungi yanasema kama ifuatavyo: katika shamba la vita hali sio mbaya zaidi, hali ni nzuri, na tunaendelea kumshukuru kwa sababu vikosi vinaendelea kumimirika ng'ambo na ng'ambo. E, Warundi wamesha wasili tena hapa na kikosi kingine cha uongomani kilianza nje toka jana, ambao wanavalia tenia madeni majani majani kama vile tu majani. Na hizo habari ambazo huwa mnapelekapeleka kwenye mitandao ya kijamii sio vizuri. Mimi niko kwenye uwanja wa vita, nawambia kwamba hizo habari ni za uongo. E, Katogota, Kamanyola Sud, mpaka sasa hivi tuko ndani na aa M23 iko mikono ya wazalendo yote ni habari ya uongo ila e, kusemaamaubarika Luvungi ni habari ya uongo kisha tu jana kupiga zile za bomu kupiga eneo za Luvungi za wakajwa Rubarika wakajwa Luvungi wanaanza kufunga mizigo na kuondoa, sababu zile bombu ziliua watu wengi kabisa. Lakini kwa sasa nawaambia hivi, ni saa kumi e, ni saa tisa saa tisa dakika na sita. Hali sio mbaya kabisa hapa tulipo, hali ni nzuri zuri. E, Mungu atasaidia tu, utakapoingilia usiku hai za kesho, mambo atakuwa mazuri zaidi, sababu vita napangiliwa vizuri na na sio hapa tu za, za, ngome kupigana na kusonga safari ya kuingia ya nani ya kuelekea Nyangezi. Kwa hiyo watu mwache habari za uongo sana, msiwe mnapatia watu habari za uongo sababu ya kukimiza watu. Nyinyi kama ni mahadumu shakula hela za watu wa M23, tulieni. kisha kumaliza vita, tutafanya mswago, tutafuta umoja baada ya mwingine. Na nawaambia hizi, basi napenda niseme kwenye group sababu mimi ni mtoto wa Kabungulu na niko kwenye uwanja wa vita hizo, ndo hapa napenda kuambia tulieni. Uko Mungu, atasaidia tu mambo iko sawa. Natakaeshikwa kama vile vilishika vijana wasange wa wa, wa vijana waluvuni wa, wa wanaendelea kuweka mabomu eneo za Sange hata vijana wa Uvira wakishikwa, eh bwana, eh tusilomiani, ila tunama mtombetu Mungu, kazi sio mbaya zaidi, asanteni. Sai ndio tungali tunatoka chini ya vitanda sai awabwana eh, walishuka na vifao yavo ya nguvu, nguvu, manake grave sasa tuliviona tukasema mara hiyo Uvira panaendewa habuta kucha bapafike eh, lakini balikutana na banzabo, balikutana na benzabo Barundi balivuka, bazalendo na FRDC mimi nakwambia, bali batuanga mpaka kununguza jibu lendeza hapo mbili, bakakamata na general degere wabo, wabo bali mukamatia Katogota tunasikia bakachoma na jibu lendeza hapo, na bakabapiga bakakimbiana zingine mahiu lende na magari ya mavita bakabikimbiana mpaka kwao Rwanda huko. Nasikia ndugu yangu, sai FRDC Barundi na bazalendo ndo bakumkatogota sai, kini baba Barundi ni bateknisie ba teknisien sawa sawa, baba yangu njohivo, wanatusaidia sana kabisa, ndio abundubaku katogota sai na ba FRDC na bazalendo. Njoivo rafiki msauli bino yanja katogota mpaka Uvira, bazalendo fr dc na basoda ba bulundi

isie na madrone na mabombe na presence ya ya ya M23 monea ulya uchila ngulu cha marubarika uli ivyaokopesha tu batu na, kutokana na taarifa ambazo tuko nazo kutoka uwanja wa mapigano, ni kwamba magaidi wa M23 wako kwenye milima ya juu ambako walijaribu kuvuka, kupenyeza lakini bado wanaendelea kukutanana na vikosi vya mzee William Amuli Kutumba pamoja na vikosi vingine vya uzalendo, huku eh, shughuli zikiwa ni pevu sana, na wanaendelezwa kupigwa, kupata kipigo ambacho hawatakisahau. Vikosi vya FRDC vingine na jeshi la Burundi vinazidi kumiminika maeneo ya Luvungi kwa ajili ya kuongeza nguvu ili kuweza kuzuia ujio magaidi wa M23. Na, na baada ya taarifa hizo tuingie moja kwa moja Sange ambako vijana wenye mlengo wa M23 wapigwa mpaka kupoteza maisha vijana wenye mlengo wa M23 walokimbia waliokimbia kutoka maeneo ya Luvungi wamepatikana Sange, huku wakianzisha kuripua mabomu ili kuweza kupoteza upepo na kutaka wafanya watu wachanganikiwe ili isemekane kwamba tayari Sange pia kumeingia magaidi wa M23. Bomu la kwanza liliripuliwa na vijana hao hao wenye kuwa na nia ya kutaka kuyumbisha usalama, na walipojaribu kutaka kupasua bomu la pili, ndipo wananchi waliweza kuwashtukia na kuwakamata, baadaye wakaweza kushughulikiwa kama inavyostahili kwa, kwa kila msaliti wa nchi. Na wengine pia walikuwa wakipiga picha vikosi vya FRDC vilivyokuwa wanakuja kwa ajili ya kuongeza nguvu, huku wakituma picha hizo kwa njia ya mitandao kwa wanaongoza drone za magaidi wa M ishirini na tatu. Ni mtu ni mtu ambaye tunakutana njapi? Njapi hapa? hapa mzee? njapi hapa na mtiri. Huyu ni mtu hmm? eh? mm. tunakuta na mtiri ambaye alikuwa na anza ingiza adui njo population inaamua amua kumfanzia hiki kitendo, kwa sababu yeye kazi yake ilikuwa ni kuingiza adui. Eh, wako watu wawili eh, mwingine huyu hapa eh, donke walikuwa watu wa adui walikuwa na

Basi bagundua na moya ashakamatiwa kamatiwa Ugalai. Wakati alikuwa anapiga kima kule, kuna zareno anataka ndateka cha pili ndo bakamkamatia kule. Vile unasikia cha kwanza kabisa alikuwa shateka kakiripua, anataka ndateka kingine baka mvumba. Mkiona umo batu ya sangi banakula mavi, msiseme, aseme o banaonea benzabo, banakimbia huku.

ikilia tena ingine bombe omu tutatafutana, si itakuwa ira irake. bajeni garso ya luvungi na bajeni garso ya, ya sange, msilamu aseme sange nakuwa mingine umbaya benye banajua sange kule kinanira kunazareno kule kukanisa Katolika kule partiza kule njo kwenye yo jamali enda yarutua hiyo nani hiyo bombe yo vraiment, merci kwa kumukamata kwanza eh, merci kwa kumkamata

Wote walikuwa m na, na na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Sange, hali bado inazidi kuwa ya taharuki huko, wananchi wakiwa wanakimbia makazi yao e, ni kutokana na mabomu ambayo yanatupwa kutoka kwa upande wa magari wa M23 na kusababisha mauaji kaza kaza, huku pia wakiharibu mali pamoja na nyumba za wananchi na kufanya wananchi kukimbia maeneo yao. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa na wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini, Shide Kizenga Tembele King Sele Biondo Kilamba Mawe Mzee wa State ya Maine Dafeza Daletesha Kizabe Aeba wote wakiwa wanasikiliza e, Baraka One TV bila kusahau e, Dedone Butoto Ankisi Kandeke Asimwe Baguma Samuel from Czech Republic. na baada ya taarifa hizo tuingie Mutarule ambako M23 walipua mabomu na kusababisha wa watu zaidi ya 30 kupoteza maisha, baada ya watu kukimbia kutoka maeneo mbalimbali, huku wakihofia milipuko inayorushwa na watu wanaoshirikia na magaidi wa M23 maeneo ya Mutarule. Hiyo tarehe tano kulishuhudiwa mauaji ya watu wasiopungua thelathini kutokana na bomu zilizotegwa na kurushwa na watu wa M23 na tatu. Vitendo hivyo vimesababisha watoto wasiokuwa na tia, wazee, wakina mama kupoteza maisha, huku wengine wakimbia makazi yao kwa ajili ya kutafuta usalama zaidi. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka katika uwanja wa mapigano.

est-ce mulikuwa na ile habari alikula kama 7 milio kombie ya madolari walikuwa anampatia akia patie bazalendo mnivo ya uvira wazo katala kuzikula. Hapa walipigana katogota kama nyola vitu vikakuwa ngufu, aliamua kuchomoka akakimbia pasi, walikuwa na kama bazalendo watasarenda. Mimi walikuwa kutanisha bazalendo wako imara wakukulaka kitu, aliamua kukimbia. Walimkamata kwa hoteli ya Tanzania muhi kwa godefu, anakamatiwa Uganda, ako Uganda naye maake kila mtu anakuwa mkimbia mke yake Vraiment Bazalendo, tunafurahi kwa kazi ambayo muko nafanya, tunafurahi kwa kazi ambayo mko nafanya. Population mwikale bien, hakuna kitu ambacho kitafanyika na tuko hapa. atakesee aekombata ni general gavana charge wa enseignement. tumia klus, tumia nguvu, hakuna kenye kitafanyika Uvira, hakuna kenye kitafanyika Luvungi, Sange, Katogota, hakuna kenye kitafanyika na mwe wenye muko ndio mnakamata mabombe munazibeba swadsa muko nda pasuna mabombe Sange juu muonesha kama Sange kushakuwa adui. Vraiment wazalendo, renseignement yetu kunyumba mukue makini sana. Ile mwana wambia mukue makini sana kila ambaye ataleta mesaje ya adui ya kualerte ilifo afungiwe huku apa. Tulali atulali, wanafanya kazi usiku na mchana, jua kuangalia kisi Nyarwanda tena hata tutawala Watu wako wanipigia simu kwa pasi ongea juu ya karoti. Eh, kwanza karoti ya kusomaka. Karoti unaweza kuambia dike jina yake hataweza. Ule ni mbuya yu, ndio ongelea mbuya yu. Ule ni mshenzi. Alikuwa hapa, alikuwa kazi yake ilikuwa alikusha dagala. Alikuwa anatua dagala Zambia analeta Afrika City. Ndio ongea juu nini ule mshenzi. Kitu kenye mutayua ni Bazalendo. FARDC. Balia yetu ya Burundi tunawapenda sana na vita kisi mnayamenea, mnamenea vita pia kabisa mko wa kombata na tuko nyuma yenu toujours kyote kenye kitashindikana tutashuka kutere, kyote kenye kitashindikana tutashuka kutere. Docteur de Santa, premier leader supreme ako nyuma yenu na sisi ote tuko nyuma yenu. Sekretaire general Manambaka ako pale kuna wasapoti na tuko nyuma yenu sikote, hakuna kie kukimbia kobanga te. Amani sambaza ako pale, generali, sote tuko nyuma yenu na kila kitu tuko na viangalia. Hakuna kie kitashindikana ama hakuna kie kitafanya mdalendo kurudia nyuma. Tuliahidi tutalinda nchi na mpaka hivi tuko napigania nchi

tungali atu yakufa natuo vans mbata utapigana tujuru tunaungana mkono ae la pata na. Huo ndio mwisho wa Amka na Baraka1 TV kwa asubuhi hii ya leo, mengine tukutanane majira ya saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Baraka1 TV inahitaji raia wote kuweza kuwa watulivu na kuendelea ku Eh, kusaidia watu ambao wako wanapigana kwa ajili ya taifa na maanisha wa wazalendo, jeshi la Burundi, pamoja na FARDC, na pia kuendelea kuombea, maana vita ni mchezo mchafu na vita hubadilika muda wote, lakini kwa sasa bado eh, kila kitu kiko chini ya ulinzi mkali na FARDC, wazalendo, jeshi la Burundi bado wanaendeleza kupambana na adui ambaye ni M ishirini na tatu. Hakuna kuogopa, no retreat no surrender, lapatri ulamoro lazima vita hii iweze kusapotiwa na wananchi wote kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale ambao wako nje ya DRC. Hii ni Baraka1 TV. Tukutana majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili.